Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, wanasema ajali hiyo imetokea usiku wa Oktoba 7 wakati gari hilo la mizigo aina ya kenta likitokea jijini Mwanza kwenda wilayani Kibondo mkoani Kigoma na basi likitokea Dar es Salaam kwenda Geita mjini. Tumefika tumekuta ajali mbaya sana, tumekuta ndugu zetu hapo kama hao, wenye gari hapo hakuna hata mmoja aliopona, wote wamefariki hapo hapo. Kuna mmoja tumemtoa hapo, umweka chini, amefarikia hapo chini hapo ni ajali mbaya sana, ajali mbaya sana. Tumeshuhudia hapa ndugu zetu, tumewatoa hapa tumapeleka Monchwali na tumerudi hapa, tunaendelea na shughuli zingine za kusaidia hapo mali za watu. Nimeamka saa kumi na moja, nilikuwa nachota maji nikasikia tu watu wanakimbia barabarani. Baadaye nikauliza kuna nini, sema kumetokea tukio kule Sheli. Baadaye tukawa tumekuja sasa Ja kukuta tu tukio, gari limeshaanguka hapo watu tu wamejaa. Kwa tukawasha pikipiki mabodaboda wengi kama unavyoona pale hivi pikipiki zote zile za kwetu pale, tukawa Tupa tumekuja kuangalia umoja na kutoa ushirikiano uliokuwepo. Kichoendelea tulichokikuta, kama unavyoona tukio lilivyokuwepo taarifa za awali kutoka eneo la tukio zilieleza kuwa watu wawili wamefariki dunia lakini taarifa rasmi kutoka jeshi la polisi mkoani geita zimeeleza kuwa tukio hilo limetokea saa nane usiku aliyefariki ni mtu mmoja ambaye ni dereva wa gari la mizigo saidi ramadhani mkazi wa kibondo mkoani kigoma huku watu wengine wawili waliokuwa ndani ya gari hilo ismail omari miaka 34 anastasia yohana miaka 25 wote wakazi wa dar es Salaam wamepata jeraha wanaendelea kupatiwa matibabu kituo cha afya Katoro, abiria wengine wa basi wapo salama, huku chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa Canter kushindwa kuchukua tahadhari. Kutoka hapa kata ya Butengo Rumasa, wilayani Chato, mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadiki.